Niwakaribishe kwenye ofisi zetu za Sisi Capital hapa Masaki. Uh, na kikubwa nakikubwa kwa nini tumewaita leo, uh, tunafahamu kwamba Tanzania kama zilivyo nchi zingine kuna tatizo kubwa sana la ajira sasa kwa vijana, na moja ya mambo ambayo yanasemwa vijana wafanye ni wajiajiri wa waanzishe biashara, lakini changamoto mojawapo katika changamoto kubwa ni mitaji. Patikanaji wa mitaji, unapata wapi mitaji? Kwa sababu kujiajiri sio jambo jepesi. Kwa sisi kama kampuni tukifanya sisi kazi za kusaidia makampuni na biashara kupata mitaji ndani na nje ya Tanzania, lakini bado uh, la Benki ya Dunia uh, fedha ambazo zinatakiwa za mitaji kwa ajili ya biashara ndogo na zakati ni zaidi ya dola bilioni mia tatu, na ukiangalia pia tasnia nzima ya uwekezaji kwenye biashara ndogo na zakati hasa kwa vijana Uh, takwimu za mwaka jana zaidi ya dola bilioni mbili zilikuja Afrika, nchi mbalimbali, lakini kwa Tanzania fedha zilizokuja ni chini asili ya asilimia kumi ya hizi fedha. Kwa hiyo si tunaamini kwamba tuna, tuna nafasi ya kuweza kupata zaidi kama tukiweza kujiorganize vizuri kama nchi na tukao tuna mifumo na kazi na zake tofauti kwenye kazi zake si tumekuwa tukifanya. Leo tumeamua tuzindue bidhaa nne tofauti ambazo zote zina lengo moja Kwenye kusaidia upatikanaji wa mitaji. Hizi bidhaa ziko nini ni nne kwa sababu kila moja uh, ina, ina mlengo wake tofauti. Mahitaji ya mitaji kwa vijana yanatofautiana. Huwezi kuwa na jibu moja kwa watu ina, ina wote. Kuna watu ambao wanataka mitaji ya muda mfupi, kuna watu ambao wanataka mitaji ya muda mrefu. Kuna vijana ambao wako kwenye kilimo, sekta tofauti kabisa, kuna vijana ambao wako kwenye masuala ya teknolojia, sekta tofauti kabisa. Mahitaji yao ya mitaji yanatofautiana. Kwa hiyo, lazima uone mifumo tofauti uweze kuwasaidia hawa vijana wapate hii mitaji kuna mtu ameanza leo amemaliza chuo au akufanikiwa kwenda chuo, lakini ni ana ujasiriamali ndani yake, ni mbunifu, anataka mtaji. Huyu anaanza, uwezi kumlinganisha na mtu ambaye yuko kwenye biashara miaka sita, miaka saba. Aina ya mtaji, kiasi cha mtaji anataka ni tofauti, ndio imepelekea sisi tuone na bidhaa nne tofauti. Hizi bidhaa nne ni nini? Bidhaa ya kwanza sisi leo tunazindua mfuko wa mitaji uh, tunaita Venture Capital Fund yenye thamani ya dola milioni kumi na huu mfuko unalenga kuwekeza kwenye biashara ndogo na zakati kupitia mitaji. Kwa sababu kwenye masuala ya mitaji kuna aina mbili kubwa za mitaji: kuna mitaji ambayo inakuja, kwa maana yule mwenye biashara atapewa fedha, lakini sio mkopo. Yeye atatoa sehemu ya umiliki wa ile biashara, kwa maana hisa zake, atapata ule mtaji ata, utamsaidia kukuza biashara mpaka kipindi ambacho yule mwenye mwekezaji atarudisha zile fedha zake lakini iko ambayo ni ya mikopo ambayo tunajua tayari mabenki na taasisi za fedha tayari wanafanya hiyo kazi. kwa ya kwanza ni hii, na hapa tunalenga zaidi sekta ya kilimo. Kwa hiyo huu mfuko ni maalum kwa ajili ya biashara zilizopo kwenye sekta ya kilimo, na tutaangalia shughuli zote zinafanya kwenye mnyororo mzima wa sekta ya kilimo kuanzia uh, kwenye input kule mwanzo mpaka kwenye kuuza kwa mteja wa mwisho. Siku hizi kuna hii nadharia ya, ya, ya kwenye mambo ya kilimo inaitwa from farm to fork, yani kuanzia shambani mpaka juu ya meza kwenye kula. Shughuli <laughs> zote zile sisi tutakuwa tunazipatia mitaji na mitaji itakuwa ni mtaji wa chini kabisa, ni kuanzia milioni mia tatu na itaenda mpaka milioni mia tano kwa maana ya mtaji wa juu. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni bidhaa ya kwanza ambayo tunaizindua leo katika mfuko huo. Uh, lakini namba mbili tuna bidhaa nyingine ambao hii ni maalumu kwa watu ambao wanaanza biashara wachanga, hasa katika sekta ya teknolojia hii inaitwa fund. Huu ni mfuko ambao wenyewe ni kwa ajili ya watu wenye mawazo na ubunifu wa kileo na tunafahamu. Mfano nitoe tu kwenye sekta labda ya kilimo, mfano uh, wakulima bado wanalalamika kwenye maswala ya Uh, kupata mvua kwa muda, kwenye maswala ya bidhaa kuharibika baada ya kuvunwa na nini, haya yote haya yanaweza kupata suluhu kupitia teknolojia. Wako vijana wametengeneza hizi solution Tanzania, lakini wanakosa mitaji ya kufanya zile solution ziwafikie wakulima wengi. Kwa sisi tunatafuta hizo biashara tuweze kuzisaidia kupata mitaji. Kwa hiyo, hii mitaji itaanzia kuanzia milioni ishirini na kuendelea. Uh, kwa hii ni maalum kwa watu ambao ni wachanga, lakini pia katika sekta ya teknolojia. Kwa hiyo ni bidhaa ya pili ambayo tunazindua leo. Bidhaa ya tatu tunaita Deal Me. Hii ni tunatumia uh, akili mnemba wanaita AI uh, kukutanisha biashara na miradi Tanzania na wawekezaji. Kumekuwa kuna malalamiko ya pande zote mbili, ukiongea na wawekezaji, si unafanya na wawekezaji ndani na nje Tanzania, ukikutana na wawekezaji nje Tanzania. Tanzania wanakuambia ah, nashindwa kuja kuwekeza Tanzania kwa sababu sipati miradi ambayo inakidhi vigezo vyangu lakini ukija Tanzania kuna watu wanakuambia sisi tuna mitaji lakini hatuwaone hao wawekezaji, unawakutanisha wapi? Kwa tumetengeneza platform ya kidijitali ambayo itawakutanisha watu wenye miradi na watu wenye fedha kwa pamoja, kwa kuwafanyia tathmini na kuweza kufanya mtaji uonekane na mradi uonekane uh, kwa pamoja. Na kwa nini tunaongelea akili mnemba AI, ili iwe rahisi ya hizi biashara kusomana na wawekezaji na mwekezaji kusoma miradi ile ambayo inaendana na vigezo vyake ili kupunguza ule muda ambao utatumika pale na hapa. Uh, nitoe tu wito kwa watu wote, ni miradi ya aina yoyote, hasa miradi mikubwa. Kama una mradi wa umeme, kama una mradi wa kilimo, kama una mradi wa ujenzi. Na hapa ni miradi yote ya binafsi na miradi ya, ya public ya kiserikali Uh, miradi ya PPP tunajua, sasa hivi kuna miradi ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Yote hii sisi tuko tayari kuisupport na kuweza kupata uwekezaji na fedha kwa ajili ya kuendeleza miradi. Kuna miradi ya maji, kuna miradi ya afya, yote hii inahitaji kukutanishwa. Bidhaa yetu uh, ya, ya, uh, uh, ya, ya ya nne na ya mwisho ambayo tunazindua leo tunaita equity crowdfunding, crowdfunding Mtanzania. Natumia maneno ya Kiingereza kwa sababu ndio asili ya hizi bidhaa uh, zinapotokea. Crowdfunding ni kitendo cha, nitatoa mfano kidogo, kwamba unakuta mtu ana biashara anahitaji milioni kumi, Mtanzania, au milioni tano. Hii milioni tano kupata ni ngumu sana, akienda benki labda anatakiwa kuwa na dhamana, akienda kwa mwekezaji mkubwa anaonekana ni mdogo sana kwa milioni tano, na pati mtu mmoja kumpa ile milioni tano. Tunafanyaje? Kwa sisi tumetengeneza mfumo ambao huyu kijana au mfanyabiashara au mjasiria mali ataweza kujiorodhesha katika ule mfumo na ataiorodhesha ile biashara yake na atakuwa ana uwezo wa kukusanya mtaji kwa viwango vidogo vidogo. Mfano kama anataka milioni tano ataruhusu watu kuwekeza kuanzia elfu hamsini kama kima cha chini. Kwa mtu mwenye elfu hamsini ataweka, mwenye laki moja ataweka. kwa hiyo hapa tunatatua matatizo mawili. Moja, watu wenye fedha kiasi kidogo kidogo watapata fursa ya kuwekeza kwenye biashara ambazo tayari zinaendeshwa zina, zina, zina kwa viwango vyao vya, vya, vya, vya elfu hamsini, laki moja lakini kwa muda huo huo wale wenye biashara ndogo wataweza kupata mitaji kutoka kwa watu wengi, kwa hiyo ndo maana ya, ya crowdfunding. Sasa hii tunazindua tu leo, lakini tutaanza kupokea miradi baada ya kupata leseni kwa sababu sasa hivi Tanzania, uh, mifumo hiyo ya crowdfunding inasimamiwa na mamlaka ya masoko ya mitaji ya fedha Tanzania, kwa hiyo sisi tushapeleka maombi yetu, tunasubiri kupata leseni ili sasa tuanze kuchukua miradi, lakini kwa sasa kwa nini tumezindua kwa sababu tutaanza kutoa mafunzo ya watu kuelewa hii mifumo inafanyaje kazi, kwa sababu mtakuwa mnakubaliana na mimi, hii mifumo sio sio iliozoeleka sana katika, katika mazingira kwetu Tanzania. Kwa hiyo uh, nitoe ni, ni wito watu wajiunge, waji kama una biashara, kama wewe ni mwekezaji unataka ushiriki katika mifumo yetu na wewe pia upate fursa ya kuwekeza katika hizi biashara uh, unakaribishwa kwenye ofisi zetu za, za SSC lakini pia tutatoa uh, matamko zaidi ambayo itakuwa yana anwani na tovuti ambayo itakupa hiyo itakupa access. Mwisho nimalizie kwamba pia leo tunazindua uh, kampeni ya kutoa elimu ya masuala ya fedha hasa mitaji. Sasa hivi nadhani tunajua kuna mwamko wa watu kuwekeza kwenye masoko ya fedha kama hatifungani kununua hisa na mifuko mingine, lakini bado elimu iko chini kwenye upatanaji wa mitaji. Napata wapi mitaji? Nifanye nini? kwa sababu unapoona zaidi ya trilioni nne zinakuja Afrika na chini ya asilimia kumi zinakuja Tanzania na, na, na nyingi zinaenda kwa majirani wetu kama Kenya.